Kwa upande wa barabara tutaendelea kuzijenga barabara kwa lami na barabara tunazozijenga ni barabara ya Arusha Kibaya Simanjiro Kongwa kama ilivyosemwa hapa, kwa lami yenye urefu wa kilomita 453. Lakini barabara nyingine itakayojengwa kwa lami ni Mbulu Garbabi yenye urefu wa kilomita 25, barabara ya Mogidu Haidom yenye urefu wa kilomita 80 na barabara ya Nangwa Kondoa yenye urefu wa kilomita 90. Sasa kiangalia ilani ya Chama cha Mapinduzi inatuelekeza pia kwamba kuna mambo tuyafanye kwenye miundombinu. Yani, angalie karatasi zangu, inaelekeza kitu gani, tumeelekezwa kwenye miundombinu na ilani yetu tunayoipigia chapuo sasa ya Chama cha Mapinduzi. Nikiona hicho kifungu nitawaeleza, lakini ilani natuelekeza tuendelee kuifungua nchi, kuunganisha mikoa na mikoa, wilaya na makao makuu ya mikoa. Lakini pia tuendelee kufungua barabara za vijijini, barabara za vijijini, ili mazao yasafirishwe kwa urahisi kwenda kwenye masoko.